Asalamu As alaikum, kama mzazi wa Kiislamu zawadi ya kwanza kabisa unaoweza kumpa mtoto wako ni jina lenye maana, jina lenye dua, jina lenye baraka. Katika safari ya kuandaa watoto wetu kwa dunia hii na akhera, jina si tu utambulisho bali ni dira na ni urithi wa kiroho. Majina mazuri huleta nuru, huruma na kumbukumbu -kumbu ya maadili ya Kiislamu katika maisha ya mtoto. Katika video hii tumekuandalia majina ishirini na saba ya kipekee kwa watoto wa kike wa Kiislamu, majina yenye maana na yaliyojaa baraka, yamejaa mapenzi ya ara historia tukufu ya Uislamu na umuhimu wake. Kila jina ni dua inayotembea ikimlinda mtoto wako kila hatua ya maisha yake. Tafadhali kaa nasi hadi mwisho, Labda jina unalolitafuta kwa muda mrefu liko hapa. Na kama unampenda binti yako kwa dhati, usimpe tu jina, mpe, mpe neema. Subscribe, like na share kwa wazazi wengine wanaotafuta jina la maana kwa watoto wao. Twende kwa pamoja kutazama majina ishirini na saba yenye baraka, moja baada ya jingine. Inshallah, jina la kwanza ni Aisha maana ya jina hili ni maisha au maana nyingine ni uhai. Huyu alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad na alikuwa ni msomi mcha Mungu na mfano wa tabia njema. Ukimwita mtoto wako Aisha, maana yake huyu mtoto anakuwa mfano wa tabia njema. Jina la pili ni Fatma. Maana ya jina hili aliyetakasika. Huyu alikuwa binti wa mtume mama wa viongozi na huyu Fatma ni kielelezo cha uchamungu. Jina la tatu ni Mariam, maana ya jina hili ni mtakatifu au mchamungu, mama wa Nabii Isa, mwanamke pekee aliyetajwa kwa jina kwenye Kurani mara nyingi. Jina namba nne ni Zainab, maana ya jina hili ni uzuri wa baba Tukiangalia Zainabu ni binti wa Mtume, mfano wa heshima, subira, ukarimu. Kimuita mtoto wako Zainabu, maana yake anakuwa na heshima, anakuwa na subira na anakuwa mkarimu. Jina la tano ni Hadija. Maana ya jina hili ni mapema kukomaa, au kupata. Huyu huyu Hadija alikuwa ni mke wa kwanza wa Mtume, mfanyabiashara tajiri na muumini wa kwanza katika Uislamu. Jina namba sita ni Hafsa. Maana ya jina hili ni kijana wa simba. Huyu alikuwa mke wa Mtume, alikuwa msomi aliyesaidia kuhifadhi Kurani. Jina namba saba ni Asma, alafu wengine wanapenda kumuita Esma. Huyu maana ya jina hili ni mwenye sifa nzuri. Huyu ni dada wa Aisha. Alikuwa jasiri aliyehusika kusaidia au kumsaidia Mtume wakati wa Hijra. Jina namba nane ni Lughaya, maana ya jina hili inayopendeza au nzuri. Huyu alikuwa ni binti wa Mtume aliyejulikana kwa tabia nzuri na uchaji. Jina namba tisa ni Umm Kulthum, maana ya jina hili ni mama wa Kuruthum au tunaweza tukasema jina hili um Kuruthum, maanayake ni jina la heshima. Huyu alikuwa ni binti wa Mtume aliyekuwa na heshima katika jamii. Jina namba kumi ni Sumaiya. Maana ya Sumaiya ni ya juu ya heshima. Huyu Sumaiya alikuwa shahidi wa kwanza katika Uislamu, ambaye alisimama imara kwa imani yake. Jina la kumi na moja ni Imani. Maana ya jina hili ni kuamini au imani hii, hili jina linawakilisha msingi wa dini ya Kiislamu, kuamua kwa moyo. Jina namba kumi na mbili ni Nuru. Maana ya jina hili ni nuru au mwangaza. Hili jina linawakilisha ishara ya mwangaza wa imani na uongofu kutoka kwa Allah. Jina namba kumi na tatu ni Alia. Maana ya jina hili aliyetukuka au wacheo cha juu. Jina hili linaashiria heshima, daraja la juu kiroho na kijamii. Jina namba kumi na nne ni Leila. Maana ya jina hili ni usiku au utulivu usiku na utulivu. Jina hili ni jina la kishairi lenye hisia linalohusiana na uzuri wa usiku. Jina namba kumi na tano ni Yasmini, wengine wanaita Jasmine. maana ya jina hili ni ua la Yasmin au Jasmine. Jina hili linawakilisha uzuri wa manukato na upole wa tabia jina namba kumi na sita ni Zahra. Maana ya jina hili ni mwangavu au angavu. Jina hili lina la, jina hili pia ni jina la Fatma, ni jina la Zahra ambalo linaashiria nuru ya kiroho na usafi. Jina namba kumi na saba ni Salma. Maana ya jina hili ni amani au salama jina hili lina maana ya utulivu wa ndani na nje, pia jina la wanawake wa Kiislamu wa kale. Jina namba kumi na nane ni Najwa. Maana ya jina hili ni siri au mazungumzo ya ndani. Jina hili linaashiria undani wa hisia na mawasiliano ya karibu na Allah. Jina la kumi na tisa ni Mariam. Maana ya jina hili ni toleo la Mariam. Jina hili limebeba maana na heshima ile ile kama ya Mariam katika Kurani. Jina la ishirini ni Huda. Maana ya jina hili ni mwongozo. Jina hili linaashiria uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jina la ishirini na moja ni Bushra maana ya jina hili ni habari njema Jina hili linaonyesha matumaini na faraja kutoka kwa Allah. Jina la ishirini na mbili ni Amani. Maana ya jina hili ni utulivu au amani. Hili jina la Amani linawakilisha maadili ya Kiislamu ya amani na upendo. Jina namba ishirini na tatu ni Safa. Maana ya jina hili ni usafi, uwazi wa moyo jina hili la Safa ni moja ya milima miwili takatifu, pia lina maana ya usafi wa kiroho. Jina namba ishirini na nne ni Marwa. Maana ya jina hili Marwa ni mlima mtakatifu. Jina hili linahusiana na ibada na ni jina lenye hadhi ya kidini. Jina namba ishirini na tano ni Jana. Maana ya jina hili ni peponi. Jina hili linaashiria thawabu ya mwisho ya waumini na maisha ya milele kwa furaha. Jina namba ishirini na sita ni Thureia. Maana ya jina hili ni nyota ya angani. Jina namba ishirini na saba ni Lania. Maana ya Lania ni mwenye kuka, kutazama kwa utulivu au kifalme jina hili la Rania linaashiria heshima, uzuri wa tabia na nafasi ya kifahari. Asante kwa kutazama video hii. Katika safari ya maisha, kumpatia mtoto jina lenye maana na baraka ni zawadi ya kwanza ya milele unayompa. Majina haya ya Kiislamu si tu maneno matamu ya kuitwa, bali pia ni dua, matumaini na kumbukumbu -kumbu ya utukufu wa imani yako. Kila jina lina hadithi, kila herufi ina baraka. Kama unatarajia mtoto au unamtaftia jina la neema na heshima, tunakuombea awe na furaha, mwanga na rehema, katika dunia na ahera. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata video zaidi zenye za elimu na baraka. Mwenyezi Mungu awajalie kizazi chema na maisha yenye amani. Wasalamu. Karibu tena tukutane katika video inayofuata ambapo tutaenda kuangalia majina ya watoto wa kiume ambayo yana baraka ambayo yanapaswa kuwaita watoto wa kiume. Kama una mtoto wa kiume au unatarajia kupata mtoto wa kiume, basi video inayofuata ni maalum sana kwa ajili yako. Asante sana.